Waheshimiwa maaskofu, mabate naokanao hapa, waheshimiwa viongozi wa serikali ambao nina hakika watatambulishwa na anayehusika mwingine, wa taasisi mbalimbali, mapendwa wapadri, washemasi, watawa wakike na wakiume, wapendwa uzangu wa seminari elewa na waamini walei hey, Kristo tumaini yetu, nachukua fursa hii kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa mema mengi aliyotutendea Jimbo Kuu la Tabora, na leo kwa namna ya pekee kwa zawadi hii ya skofu Msaidizi Mashamu Josephat Jackson Bududu tuliyemweka wakfu masaa machache yaliyopita. Baba Askofu Jackson Bududu ongea sana, namshukuru nikiwaalika tumkumbuke na kumwombea marehemu Papa Francisco aliyeridhia ombi letu na kumteua askofu msaidizi kwa ajili ya jimbo kuu la Tabora, na ikafanyika hivyo kabla ya kufariki kwake. Apumzike katika amani ya Kristo, amina. Kwako wewe ndugu yangu Josephat Kududo, na kushukuru kwa kukubali uteuzi wa baba mtakatifu, na kwa kweli binafsi nilifurahi sana tangu siku hiyo nilipopata taarifa kwamba utakuwa askofu msaidizi wetu katika kuliongoza na kulitumikia jimbo kuu la Tabora. Karibu sana, tuwe pamoja katika kuifanya kazi hii uliokabidiwa na kiti cha kitumu. Kwenu wageni mliotufikia, mheshimiwa mgeni rasmi William Lukubi mbunge uliyemwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na tunakuomba ufikishe shukurani zetu kwake. Ndugu zangu maaskofu na viongozi wa dini, mabade mapade, mashimasi, waeowafu wa seminalisti, na wale wote viongozi wa serikali na taasisi mbalimbali za kisiasa na kijamii, na wote wenye mapenzi mema Asanteni sana kuja kutuunga mkono na kuyashuhudia makuu haya ambayo Mungu ametutendea wana Tabora. Nawashukuru kwa moyo wenu wa majitoleo na michango mbalimbali ya hali na mali iliyotuwezesha kuyafanya yote tunayashuhudia siku ya leo. Asanteni pia kwa maneno yenu ya kututia moyo mnayotushirikisha ambayo naamini yatachangia katika kulijenga jimbo letu na hata jamii nzima tunamoishi. Ndugu zangu wana Tabora, nawashukuru na kweli hatuna budi kujipongeza kwa yote tuliyofanya tukijiandaa kushuhudia siku hii ya leo, ikiwa ni pamoja na kupanga yatakayofanyika siku za usoni. Nawashukuru kwa namna ya pekee kwa michango yenu iliyofanikisha sherehe hii mpaka muda huu, na naamini itakuwa hivyo mpaka mwisho tunapomaliza. Asanteni sana ndugu zetu mliokuwa kwenye kamati kuu ya maandalizi ya sherehe chini ya usimamizi wa mheshimiwa sana Padre Faustin Mchungura kwa kuratibu vizuri yote yaliyofanyika na yanaendelea kufanyika tangu tulipoanza shughuli hizi, misa ya leo na yote ambayo tunategemea yafanyike. Nashukuru pia uongozi wa serikali mkoa, mkuu wa mkoa yupo leo, lakini ana mwakilishi wake Baba Katwale pamoja na wengine, kwa ushirikiano wenu na hasa kwa kazi kubwa ya ulinzi na usalama mnayosimamia kwa umakini hadi sasa. Nanyi watu wa habari na mawasiliano, asanteni kwa mchango wenu mkubwa. Kwa kusambaza yanayojiri kwa walengwa mbalimbali ambao wameweza kuungana nasi wakiwa mbali nasi, asanteni sana. Kwa hakika nguvu ya uinjilishaji imeongezeka hapa jimbo, na hili linasema mengi na kutudai mengi katika suala zima la uinjilishaji na ukuaji wa kanisa mahalia la Tabora. Ni katika muktadha huo, napenda niwafahamishe na kutangaza rasmi kuwa pamoja na kumpata askofu msaidizi leo, zinazaliwa parokia mpya tatu katika jimbo kuu la Tabora. <laughs> Tunatangaza pia parokia teule nne, na zote hizo zikiwa na wachungaji watakaosima Ili kuokoa muda, ninawaomba wachungaji wasimamizi wa maeneo haya ambayo yatakayotajwa wafike ofisini kwa katibu mkuu wa jimbo kwa wakati mwafaka, ili wachukue hati zinazohusiana na kutangazwa kwa maeneo haya, na mengine yatajulishwa kwa wahusika wakati wa uzinduzi rasmi wa maeneo hayo ya uchungaji. Parokia mpya tunazozitaja leo, ya kwanza ni parokia Bikira Maria Mpalizwa Mgerela Uliankuru.